Ibrahim Rahbi, Rahbi, habari ya asubuhi na karibu sana ah, Nzuri, shukran sana uh, Nini hasa hizi nyaraka uh, zimefichua kuhusu msimamo wa viongozi wa Ulaya? Sijui kama unaweza kusema kufichua, lakini mfano mi nazungumza kila siku eh, hili swala nalizungumza kila siku. Hata juzi uh, nilikuwa na vyombo vya kimataifa pia nililizungumza kuwa, kabla hata hii taarifa haijatoka, unasubiri kufichua nini hali ya kuwa vitu viko wazi kuwa mchezo unaochezwa ni huu, kwa sababu iko wazi kuwa zi, vile vifungu ishirini na nane ambavyo viliwekwa mezani na katika kile ambacho Marekani anasema kuwa yeye ndio alikiweka, hakuna shaka vilikuwa ni vifungu ambavyo vimetoka Moscow. Maana yake kuwa ukiwasikiliza baadhi ya maseneta wa Marekani waliparurana wali na na Marco Rubio Uh, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani, waziri wa, wa, wa mambo ya nje, wakati tu vilivyotoka wakamuuliza kuwa hivi vifungu ishirini na nane vilivyokuja kwa ajili ya usimamizi wa amani wa yeah, Urusi na Ukraini ni vya Urusi au vya Marekani au vimetoka wapi? Kwa taarifa ambao walitoa maseneta mara hiyo, walisema kuwa ofisi ya Rubio iliwajibu kuwa yalikuwa ni mapendekezo ya Urusi. Kabla, kabla ya kukanusha, wakasema, hapana, hivi vimetoka Marekani. Halafu Neema anakuja ananiletea, baada ya miezi mitatu mm, mpango wake wa kutusuluhisha mimi na wewe, katika ule mpango una mambo yako yote ulioniwahi kuniletea mimi, nikayakataa mm -hmm, kwenye ule mpango yani yote umekuja na kuongezea vingine mm, mimi ule mpango nauchukua kuwa ni wa nani? wa Neema, ni wa Neema ambao umetoka kwa kwa wa, wa Muhammad kutoka kwa Nema ndio iko hivyo. Sasa mfano gazeti la lilikuwa ni Bloomberg mm. lilienda kufichua mazungumzo yalikuwa yanaendelea kati ya Steve Witkoff Jared pamoja na Ushakov mm. wa, wa Kremlin uh, wa, wa Urusi, kabla ya huu mpango nasemana kuwa walikuwa wakikutana kuanzia mwezi wa kumi kuanza kupanga hivi vifungu ndio hicho sasa. Ulaya sasa wanaposema kuwa wamefichua, mnafichua nini? hali ya kuwa vitu viko wazi sawa. Sasa Rahbi, kwa nini viongozi wa Ulaya wanaonekana kutokuwa na imani na juhudi hizi za Marekani? kwa sababu Marekani karudi kwenye asili yake. Ndio hicho ambacho wanakwambia kuwa, hizi kwa sababu Trump amerudi, yule Trump aliyoingia, Trump aliyoingia madarakani alisema kuwa ataumaliza mgogoro kwa saa 24 kama unakumbuka, hmm. akamkalia Zelensky kooni, unakumbuka mgogoro wao ofisi ya Oval February pale mm, mpaka akaondoka Zelenski, wamemzunguka na kina JD Vance, kina Walls, kina Marco Rubio, kina wanamshambulia, mbona uvai suti? Unakumbuka, ilikuwa vile mm, nyinyi tunawasaidia tu, mgekuwa mmeshapigwa. Ile ilitokea wakati ule Trump alikuwa anashinikiza Ukraini wakubali vifungu hivi. Sasa mara hii wamerudisha vilevile na wanasukuma zile zile. Sasa mchezo ukoje? Mchezo Ulaya wametengwa kwenye haya mazungumzo, yaani hawa Ulaya wanapokea mazungumzo katika hili kupitia kwa Ukraine, sio kupitia kwenye meza. Maanake Marekani anaongea na pande, yuko sehemu tatu. Kuna pande mmoja ambaye yeye Marekani, kuna upande wa pili Urusi, alafu kuna upande wa tatu Ukraine ndio anakozungumza. Kwa hiyo Marekani hataki kuzungumza na washirika wa Ulaya, hataki kuzungumza na watu wa NATO, yeye anazungumza na Urusi, anazungumza na Ukraine. Sasa anatumia nafasi yake na nguvu yake ya ushawishi kumlazimisha Ukraini akubaliane na pendekezo lililoletwa mm. pendekezo ambalo unaona kuwa Marekani ni msuluhishi, sawa, ameleta pendekezo. Mi naleta pendekezo la kuwapatanisha wewe na Neema, lile pendekezo nalolileta mimi, we Muhamed, unalikubali lote ha, iko sawa, hamna kitu cha kupunguza hapo. Lakini kwa Neema linamuumiza sana Neema, hautaki naarekebishe chochote pendekezo gani la hivyo mm? Halipo, la hivyo halipo, la hivyo mm. Sasa kwa nini pendekezo limeegemea upande mmoja, halafu wewe hutaki jamaa zake na neema hata washiriki kwenye mazungumzo kwa mm -mm, mi nataka wewe tu. Sasa Rabi, nataka kuelewa kitu kidogo hapa, msingi wa kutokuaminika kwa Marekani katika kusimamia haya mazungumzo ya kusitishwa kwa vita, Ulaya inahofia nini endapo Marekani itasimamia mazungumzo haya? ama Marekani anajaribu kupata faida? Faida gani? <coughs> nje ya faida, Marekani kama unakumbuka, baada ya mtifuano ule wa Oval ilikuwa Marekani wanataka saini za Ukraini kuhusu madini ya. Baada ya muda Marekani walikubaliana na Ukraini. Ukraini ilivyokatiwa misaada mingi, ilibidi isalimu amri kwa Marekani, ikakubali kusaini makubaliano ya Marekani kuchukua madini, kufikia madini ya Ukraini. Sasa Marekani wanahitaji yale madini ya Ukraine lakini hali haijakaa sawa kwa sababu kuna mzozo. Makampuni makubwa ya Marekani tayari yamejiandaa kuingia Ukraine kwenda kuchimba. Lakini kuna vita. Sasa wanamalizaje vita? Ni lazima ulazimishe vita imalizike ndio hili ambao unalazimisha. Sasa, mm, wasiwasi uliopokuwa umeniuliza kuhusu Ulaya. Ulaya ni kitu kimoja kwa. Ulaya wanafahamu kukubaliana na vifungu vilivyo katika makubaliano ya Trump. Ni kuna ashiria kushindwa kwa Ukraine kuna ashiria kushindwa kwa Ulaya na kuporomoka kabisa. Unaweza una, ukahisi kuwa labda Zelensky anaweza kupoteza. Lakini sio Zelensky peke yake, watapoteza Ulaya. Kwa sababu ukiangalia kwa namba mfano ya fedha ambayo imetoka kwenda kwenye msaada, kwenye nini, kwenye vita ya Ukraine, utagundua kuwa washirika wa EU wametoa fedha nyingi kuliko Marekani, tofauti na nchi moja moja. Ukiweka nchi moja moja, ndio Marekani katoa nyingi akifuatiwa na Ujerumani. Lakini ukiwachukua EU kama EU wao wametoa msaada mkubwa zaidi kwa Ukraine kuzidi Marekani mm. Lakini kwenye mazungumzo hawashirikishwi. Sasa unajua hizi nchi zilivyo, Mohamed, kuna kitu kimoja ambacho napenda kukizungumza mara nyingi kuwa vita ni biashara mm. Hakuna sehemu utaiona inapelekwa vita sehemu ambayo haiwezi kulipa, kwa sababu silaha ni ghali sana, yaani silaha ni ghali sana. Kwa hiyo ili wakuletee vita ni lazima wameshachungulia kuna sehemu ile vita itarudisha ndio wanaweza wakaleta vita. Ndio ilivyo sasa Ulaya na wao wanataka urithi wao Ukraine. Marekani anapolazimisha kumaliza huu mzozo awe kati yake yeye, Urusi na Ukraine, ni pekee ndio atafaidika na mzozo wa Ukraine mm. Ulaya hawatofaidika chochote na wamewekeza vitu vingi, yaani fedha wamepeleka ya kutosha. Marekani anataka kuchukua urithi peke yake kwa sababu tayari makampuni yake yameisha saini makubaliano ya kuchimba madini ya mm. Ukraine, lakini wenzake wa Ulaya hawajapata chochote na wameingiza mabilioni ya fedha kuzidi Marekani hapa. Kwa hiyo kuna ugomvi wa urithi upande wa pili hapa, pengine kwa msikilizaji anayetufuatilia vizuri, Rahby anajaribu kutafakari sasa, nini hatima baada ya pendekezo kuwa limetolewa mm. linaonekana linakubalika zaidi upande mmoja na upande mwingine mm. unakataa mm. Kunaweza kufikiwa mwafaka wa kumaliza hivi vita na mambo yakarudi kwa shwari, pengine kuanza kuendelea kuijenga Ukraine upya na mambo mengine? Sio kwa kipindi hiki, bado sana huu mzozo bado japokuwa kuna zile taarifa ambazo ukizipokea kutoka Marekani unaona kama kuwa labda tumefika hatua kubwa sana au tumepiga hatua nzuri za kwenda kumaliza mzozo hizo mm, ni kauli tu za Marekani, lakini kiuhalisia hawajawahi kupiga hatua u, mzozo uko vilevile vile vile kuanzia mwanzo. Ni kubadilisha tu upepo ambazo makauli ambazo zinatoka Marekani, kwa sababu ukiwatazama Ukraine hawajawahi kutoka kwenye msimamo walio nao, ukitazama Urusi hawajawahi kutoka kwenye msimamo walioanza nao. Anayebadilika ni Marekani kutupasha taarifa tofauti, lakini hawa wenzake hawajawahi sasa, huu mzozo hauwezi ukamalizika hivi karibuni kwa sababu washirika wa wa Ukraine, wa upande wa pili bado wana nguvu ambao ni EU, bado wana uwezo wa kumsaidia Ukraine kubaki kwenye vita, sio kushinda vita, kubaki kwenye vita kwa muda mrefu. Lakini hata ambao sio wahafidhina ndani ya Marekani bado wanaona kuwa Trump anatembea nje ya script, yani kuwa hayuko sawa, na Trump ana miaka mitatu iliyobaki. Kwa hiyo EU wanaweza wakamsupport Ukraine katika kipindi ambacho awe active tu vitani. mm -hmm. Lakini Urusi anaweza kuimaliza vita kwa kuchukua maeneo zaidi, ambapo kwa sasa spidi yake, mfano kwa mwaka huu amekwenda karibu asilimia moja tu ukilinganisha mwaka jana alitembea sana, mm -hmm. kwenye spidi ya kuchukua maeneo. Sasa anaweza akaimaliza vita katika kile ambacho nakisema kuwa tuichukue Donbas yote, ambao kwa kauli za Putin jana amechukua wapi? jana uh, kuna, kuna maeneo walichukua kwa kauli ya Putin jana akiongea na vyombo vya habari vya India Ana, atachukua mm, anasema atachukua Donbas mm. Donbas anasema tunaimiliki kwa 85% kitu yeah, ambacho haitofautiani sana na namba ambazo zinatolewa kati ya 79 na 80 mm, eneo la Donbas ambao wanalishikilia. Kwa hiyo wanaweza kuja kulichukua kamili, lakini hata wachambuzi wana, wanahisi kuwa ili waweze kuikamilisha Donbas kwa asilimia mia, mia, wanavyoitaka wanahitaji wanahitaji kuendelea kupigana vita kati ya miaka mitatu na minne ijayo ndio wakamilishe ile Donbas yote kuichukua. Kwa hiyo sasa Urusi, Urusi. Mm. ndio wanaweza kuichukua. Sasa ukirudi kauli aliyoitoa Zelenski, mfano jana, anasema hawako tayari kuachia kipande cha ardhi yao. Kwa hiyo umeona mgogoro ulivyo mbali hmm. sawa. uh, uh, uh, kama, kama hiyo ndo hatuma ambavyo unaiona hmm. Rahby uh, kwa kujibu swala la Neema, kwa maoni yako, mazungumzo ya kweli ya kusitishwa kwa vita yanaweza yakafanyika vipi? Bado sioni njia ambayo inaweza ikasaidia haya mazungumzo ya kweli, nadhani labda basi, sioni ukiamini vita yoyote, kwa sababu tumewahi kukuuliza vita ya Sudani, ukaniambia itachukua muda mrefu sana, kwa sababu wale ni mafahari wawili, na still bado hii pia unaona hivyo hivyo kwamba ni ngumu sana, kwa sababu anayesimama kama refa ni mshirika wa mgogoro ambaye ni Marekani. Mm. Yeye yuko upande wa Ukraine lakini ni mabadiliko tu ya sera baada ya kiongozi mmoja kubadilika kuja pale White House, lakini still Marekani ndo kayasababisha haya yafike ya kwenye kiwango hiki. Sasa hawa washirika wa upande wa pili wa Ukraine hawatokubali Ukraine ipoteze kwa sababu na wao wanaenda kupoteza. Hivi mfano, Ujerumani inafadhili karibu miradi mingi ya, ya nishati ya Ukraine umeme gesi, na vitu vingi inalipa Ujerumani. Unapokwenda kukubali vifungu ishirini na nane vya Trump kuwa Ukraini apoteze Donbas, kwa sababu katika masharti yale kuna ile wanasema kuwa hadi maeneo ambayo Urusi hajayachukua Ukraini anatakiwa aondoe jeshi lake ili Urusi hajachukue. Halafu Urusi anataka Ukraini ipunguze ukubwa wa jeshi lake lililopo. Urusi hataki Ukraini aingie NATO, hataki buffer zone iwepo vikosi vya kimataifa na hataki dhamana ya usalama wa Ukraini. Ukraini watapigana hata miaka kumi, hawawezi kukubaliana. Rahabi, kidogo kabla kabla hatujakamilisha, mbali na eneo la Doneski na Luhanski na sasa ni Donbas. Ndo naisikia nini, kitu kinacho kinachong'ang'aniwa hapo, kuna nini cha tofauti Donbas? Pengine kwa mtu anayetaka ku, ku, kufikiri hili jambo kwa, kwa, kina Donbass unajua ni mashariki mwa Ukraini, na mzozo ulianza elfu mbili kumi na nne hasa maeneo, ni eneo ambalo lina zaidi ya asilimia kumi na nane ya wakazi ambao wana asili ni Warusi, kwa sababu ni katika mpaka wa Urusi. Mm, mm. Zaidi ya asilimia kumi na nane na ndio hasa ilikuwa sehemu na mzozo sasa. Urusi walifu, wakati wanaivamia Ukraini, awali ilikuwa lengo ni kubadili utawala, unajua mm -hmm. toka kipindi cha maandamano yanaitwa Euro Maidan ambayo ilifanyika mwaka elfu mbili kumi na nne wakati alikuwa hapo kabla ya Poroshenko alikuwa Yanukovich ambayo ilikuwa ni zao la Urusi alivyoondolewa na maandamano ambayo Urusi anadai yalifadhiliwa na Marekani. Urusi akachukua Krimia alivyoichukua Krimia akaanzisha vita upande wa mashariki kutaka akafadhili yani makundi yale ya huku mpaka kuja kuingia kwenye vita rasmi 2022. Sasa walivyokuja, wanataka tukomboe hili eneo mm, Donbas ambayo linakuja sasa mikoa ya Luhansk, Donetsk, ambayo inaingia sasa Kherson, Zaporizhzhia, wanakwenda mpaka juu Crimea, halafu wanakuja upande wa pili huko maeneo ya Sumi. Haya ni maeneo ambayo wanataka wayachukue kamili, kufidia lakini lengo la Urusi. Ndio maana unaona Ukraine wamegangania, tunataka dhamana ya usalama. Ukraine wanaelewa nini wanakifanya Urusi anataka aimege taratibu Ukraini mpaka aje mipaka ya Urusi ije ifike kwenye bahari nyeusi Odesa. Ndiyo lengo liko hapo, ndio maana nasema tunataka dhamana ili huyu asitusogelee zaidi hapa, kwa sababu hata tukisaini haya makubaliano Urusi atatuvamia tena. Ni kweli, atawavamia haya. Tunakushukuru Rahbi, asante sana kwa uchambuzi huu.